Haya ni maombi yangu kwa wote ninaowapenda wasipite na neema. Haleluya, karibu sana kwenye eneo la Mungu na kujia na huduma na ya roboti ministry Tanzania na imempendeza Mungu namenipa neema na mzigo, tufundishane somo lifuatalo. Lakini kabla ya kuendelea mbele, napenda na ninyi niombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa wakati na nafasi hii. Asante kwa kila mmoja mmoja ambaye Mungu amempa nafasi ya kuyasikia mafundisho haya Mfalme Mwana, mafundisho haya kawe nuru na taji ofa katika maisha yetu. Yakatutoa hatua moja kutupeleka hatua nyingine Mungu, tukazidishwe na kutuongeza kupitia mafundisho haya Bwana, tukapate mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana. Somo la leo tunasema kwamba namna ambavyo neema ya Mungu inaweza ikajifunua au inavyojifunua kulingana na eh, mazingira, majira au nyakati tofauti tofauti. Namna ambavyo neema ya Mungu inaweza kujifunua kulingana na majira au nyakati tofauti tofauti. Lengo la somo hili ni kumtaka Mkristo asikalili mazingira. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anabadilika kulingana na mazingira. Nasema Mungu ni yule ule, ndio, Mungu ni yule jana, leo na hata milele, ila utendaji wa nguvu za Mungu hubadilika kulingana na msimu, hata msimu mazingira hata mazingira, imani hata imani, hatua hata hatua. Mungu aliyetembea na wewe hatua ya uchanga si Mungu atakayetembea na katika hatua ya ukuaji wa utu zima, na ukisoma Biblia vizuri, utakuta kila Paulo anasema kwamba chakula kigumu ni cha watu wazima, anazungumzia habari nyingine kwamba ikiwa <coughs> kama watoto wachanga, atamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa. Nini maana yake? Kumbe kuna chakula cha kiroho cha watoto wachanga, kuna namna Mungu kusema na watoto wachanga, lakini kuna chakula cha kiloo cha watu wazima, kuna namna Mungu kusema na watu wazima. Maana yake nini? Namna Mungu anapotembea na Mkristo akiwa mchanga na namna Mungu atakapotembea na Mkristo kisha kuwa mtu mzima ni tofauti. Mungu akitembea nawe hatua moja, sivyo atakapotembea na hatua nyingine. Mungu atabaki kuwa yule yule, ila tofauti itakuja ni namna ya udhihirisho wa nguvu zake. Kadri unavyozidi kuenda, imani hadi imani, hatua hadi hatua, nyakati hadi nyakati, udhihirisho wa Mungu huo unakuja kitu tofauti tofauti, hmm. Sasa Wakristo wengi tuna tabia ya kukwama. Kwa nini tunakwama? Kwa sababu tunazania Mungu aliyotembea na sisi katika mazingira fulani atatembea na sisi katika mazingira fulani tena, japokuwa ni muhimu sana kutembea na ushuhuda wa mambo mazuri ambayo Mungu alikutendea nyuma ili kukujengea imani kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Wakristo wengi tuna changamoto moja. Tukivuka hatua moja kwenda hatua nyingine, tunatamani kwenye ile hatua nyingine tutembee na Mungu kama tulitembea kwenye ile hatua iliyopita. Au mfano mwingine, Mungu alikutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine. Tunatamani yule Mungu ambaye tulitembea naye kwenye hatua iliyopita, tutembee naye katika hatua hii tena. Kumbe sivyo hivyo. Sivyo hivyo. Ndio maana nasema hivyo, namna ambavyo neema ya Mungu inajifunua kulingana na mazingira na majira tofauti tofauti. Kwa mfano, ulikuwa unaishi Dar es Salaam, ukamwona Mungu Dar es Salaam kwa ukubwa na ukatengana kwa ukubwa na akafanya ishara na maajabu, ukaomba tu, tukiomba kidogo nashangaa mbingu zimefunguka Mungu anakujibu, ukajisikia raha sana. Ghafla ukatoka Dar es Salaam ukaenda Mbeya ukaanza ku apply mazoea yale yale na utumishi ule ule wa Dar es Salaam, unaweza kukutana na upinzani mkubwa sana wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu nyakati zimebadilika, mazingira yamebadilika, anga limebadilika, ya Mungu ni yule yule, wewe ni yule yule, mazingira yamebadilika, hali ya kiroho imebadilika. Kwa hiyo Mungu alipojifunua Dar es Salaam inaweza kawa ni tofauti na Mungu atakavyojifunua kiwa mbele anaweza akajifunua kwa ukubwa sana au akakuwa kiwango kile kashuka kulingana na namna ambavyo ya upinzani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo namna Mungu amekupa neema Dar es Salaam inaweza ikawa ni tofauti na namna Mungu amekupa neema Mbeya. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Mungu huwa inakuja kwa mtu kulingana na mahitaji. Sikiliza, neema ya Mungu, neema ya udhihirisho wa nguvu za Mungu huwa inakuja kwa mtu kulingana na mahitaji ya wakati huo Nndio maana Mkristo ukiwa kwenye jaribu neema ya Mungu ukiwa kwenye jaribu na neema ya Mungu ukiwaukunapita kwenye mazingira ya htamarae ni tofauti tofauti tofauti, namna ukipita kwenye jaribu, namna ukiwa katika mazingira ya lesi, neema zake ni tofauti. Nini maanake? Neema ya Mungu huwa inajifunua kulingana na mahitaji. Sasa mkristo ni muhimu ajue kwamba neema ya Mungu inajifunua kulingana na mazingira na majira tofauti tofauti. Kwa hiyo Mkristo atakiwi kukaridi kwamba Mungu, nilitembea naye mwaka jana namna hii na, na mwaka huu nitatembea naye namna hii no, lazima ujue mazingira majira, katika limwengo leo yamebadilika. Kwa maana hiyo hata mtembea wa kimungu unaweza kubadilika haraka haraka. Tukiingia kwenye kitabu cha Waefeso eh, kitabu cha Waefeso, cha Waefeso ile sura ya tatu mstari wa ishirini Biblia inasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadili ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kadili ya nguvu, anapozungumzia kwa kadili ya nguvu, anazungumzia kiwango. Kumbe atukuzwe Mungu anayefanya mambo ya ajabu, anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tunayoyaomba au tunayoyawaza, kwa kiwango cha nguvu kinachotenda kazi. Kumbe matokeo ya nguvu za Mungu kwenye maisha yetu yanategemea na kiwango cha nguvu kinachotenda kazi ndani yetu. Halo, sikiliza, matokeo ya kiungu ndani ya Mkristo yanategemea na kiwango cha nguvu kinachotenda kazi ndani ya Mkristo. Sasa nguvu ziko nyingi, nakupa tu nguvu kadhaa kama nne, mfano wa nguvu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya pili ni nguvu ya imani. Nguvu ya tatu ni nguvu ya sadaka. Nguvu ya nne ni nguvu ya neema. Wingi wa neema ya kwa mtu ndio wingi wa kutumiwa na Mungu wangu. Wingi wa imani kwa mtu ndio wingi wa mtumishi wa mtu jinsi Mungu anavyotumiwa na Mungu. Wingi wa sadaka kwa mtu, simaanishi sadaka kiidadi. Ikisema wingi wa sadaka, na maanisha katika ulimwengu wa Roho ndio wingi au ukubwa wa udhirisho wa nguvu za Mungu kwa mtu Halo? tuko pamoja. Wingi wa kufurika kwa roho Mtakatifu kwa mtu ndio ukubwa wa jinsi Mungu anapojifunua kwa mtu. Kwa hiyo atukuzwe Mungu, atukuzwe Mungu aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maana yake kumbe, kuna nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo mtu atapewa kiwango cha upako au kiwango cha utumishi wa Mungu kulingana na nguvu. Mara nyingine, sasa, neema, mtu hupewa kiwango cha utumishi wa Mungu kulingana na neema ambayo Mungu amempa mtu kwa wakati huo, na ndio maana neema ya mtumishi fulani si kama mtumishi fulani. Ukijaribu okay, kuwakompea watumishi wa Mungu unagombanisha kufanana mbinguni ndio maana kuna wakati Paulo akasema kabisa mwenyewe wazi. Tumeitwa ni kweli amaitwa mitume na mimi nimeitwa, lakini sisi sote ni watoto, tunafanya kazi ya kuhubiri injili tu wa moja. Hakuna sababu ya kuwa huyu wa Apolo huyu wa Paulo, hakuna sababu hey, mimi nilipanda Apolo akatia maji, lakini Bwana ndo anakuza. Maana yake nini? Ni neema. Watu wengi hushindanisha neema mtumishi fulani na mtumishi fulani n no, utakiwe kushindaisha neema kwa sababu neema ni, ni upendeleo ambao Mungu anaamua kumpa fulani na kumpunguza fulani na kumshushia fulani na kumongezea fulani. Mungu anapogawa anagawa anapendavyo yeye, kwa hiyo neema zinatofautiana. Neema yangu mimi ni ya tofauti na mtu mwingine, sitakiwi kuumia kwa sababu ya mtu mwingine, kwa sababu mtu mwingine ana neema yake nami na mina neema yangu, na hizo neema kumbuka, zimefungwa kwenye nyakati neema ya huyu inaweza ikawa juu sana kwa wakati fulani kwa majira yaliyoamliwa, lakini kuna wakati neema ya mtu mwingine itanduka juu sana kwa wakati fulani kwa majira fulani yaliyoamliwa. Atukuzwe Mungu atendee mambo ya ajabu kuliko tuyaumbayo wala tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu. Kiwango cha neema nini maana yake? Mungu hujifunua kulingana na neema, na ndio maana kadi unavyozidi kumsogelea Mungu ndivyo unavyozidi kumuona Mungu. Nimetoka kusema mwanzo Mkristo anayeanza leo au Mkristo mchanga, namna ya Mungu anavyojifunua kwake ni tofauti na Mkristo ambaye amekuwa ni amekaa kwenye ukovu ameukulia ukovu kwa muda mrefu. Huyu eh, kuna namna atapata struggle au mko mwingine atapata nini? Ni eh, namna Mungu ambavyo anafanya kazi yake. Haleluya. Okay. Lakini mfano wa pili, twende mfano wa Musa, mfano wa Musa. Mfano wa Musa Mfano wa pili Mfano wa pili ni mfano wa Musa Twende kwa Musa ukaone kitabu cha eh kitabu kile cha cha kutoka sura ya sita Mimi nasemaje mstari wa kwanza Bwana akamwambia Musa nami, nasema nami nimelikumbuka agano langu." nini maana yake Mungu anasema na Musa kwamba Musa nenda waambie wana wa Israeli mimi ni Yehova kwa jina langu Jehova sikujulikana kwao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ukiwachukua ukiwaleta hapa, ah, Ibrahimu na Isaka na Yakobo, utagundua kwamba wao walinijua kama Mungu mwenyezi, lakini Musa, leo nakwambia mimi ni Mungu Yehova. Mungu alikuwa anafanya nini kwa Musa? Mungu alikuwa anaintroduce the new spiritual season. Mungu alikuwa anatambulisha utaratibu mpya wa kiroho, namna mpya ya kuamini, namna mpya ya kuenenda, namna mpya ya namna mpya ya kufanya katika ulimwengu wa roho. Musa alikuwa akienda kwa Farao mara kwa mara kudai kuondoka, akiwa anajua kwamba Mungu ni Mungu mwenyezi. Mungu ni Mungu niko ambaye niko. Aliyemtokea kule kwenye kwenye kijiti kikabariki kwa moto, anasema mimi ni niko ambaye niko. Eh? Anamjua niko ambaye niko. Anamjua Mungu mwenyezi wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo.

mazingira yamebadilika, neema imebadilika. Mazingira yakiwa yamebadilika, tuna apply new, new weapon, tunatumia silaha mpya. Silaha hii imeshapita nguvu, Farao ameshaizoea. Leo tuna apply silaha nyingine. Kwa okay, mfano so ukisoma wamba medical utafahamu kuna wakati, kuna dawa unaweza ukatumia dawa ikaleta resistance ikazoeleka, wadudu wakawa wameizoea dawa. Ukitumia dawa, dawa haifanyi kazi na haina matokeo, ni wadudu wametengeneza usugu. Unaweza kusema farao alitengeneza usugu kwa Mungu Mwenyezi, akatengeneza usugu kwa Mungu, ni wa kawaida Mungu, Mungu akabidi kubadilisha dawa, akaleta dawa ngumu zaidi. A, akasema hii ni Jehova, hii ni Jehova kwa Musa, kuanzia leo mimi ni Yehova si Mungu mwenyezi tena wa Ibrahimu, isaka na Yakobo, si Mungu niko ambaye niko tena, wakule kwenye mlima uliotu wa kijiti kilichoteketea akikungua kwenye moto, niko kuita kule kule kwa Yethro kule, si Mungu huko Midiani? Sio, mimi ni Yehova kwa jina Jehova Ibrahimu akunijua, Isaka kunijua, Yakobo, ila leo nimekuja kwako kukutambulisha kwa kwa kwamba mimi ni Yehova kwa jina ili Yehova Farao atawapa maana yake nini? Maana yake neema. Neema imebadilika, neema imebadilika kulingana na mazingira, kulingana na mahitaji, kulingana na nyakati. Mtu wa Mungu nisikilize, neema ina tabia ya kubadilika kulingana na nyakati. Kwa hiyo ukiona unatembea na Mungu kama mwaka jana, unaweza ukaenda vizuri sana, ila kuna baadhi ya mahali utakwama. Ukiona udhirisho wa Mungu kwako ulikuwa vizuri mwaka jana, sasa kama vile unasuasua, kuna mahali lazima uende ukaombe neema, na ndio maana ilisoma kwamba nimekuja kukushiriki hili jambo kwamba unapotoka hatua kwenda hatua nyingine, kiwango kwenda kiwango nyingine, unapohama mahali kwenda mahali, jitahidi sana kuomba neema, kuuliza neema ya Mungu juu yako. Mungu amekupa neema gani katika mahali ulipo? Ofisi uliyopo, kazi uliyopo, ndoa uliyopo, katika watoto ulionao, katika huduma ulionayo, neema. Mungu ifunue neema yako, neema yake kwako ijue ukishajua neema yako uish, utajua namna ya kutembea na kutimiza kusudi. Changamoto tunapofika kwenye mazingira mapya, tunatamani kutumia silaha na mbinu za kivita vya kiroho kama za mazingira ya zamani. Hapo ndipo adui wanachukua nafasi ya kutushinda. Lakini kama tutafanikiwa, tunapoenda kwenye mazingira mapya, kutaka kuuliza kwanza habari ya neema ambayo Mungu ameachilia kwenye yale mazingira. Neema ni nguvu ya kutuwezesha. Neema ni upendeleo kwa Mungu, umeachilia kitu gani cha kuniwezesha kuishi katika mazingira haya, kustawi katika mazingira haya. Naona mazingira ni ya ukame, naona mazingira ni ya jangwa, naona mazingira ni ya shida. Umenipa neema gani ya kustawi hapa, kuishi mahali hapa? Naweza kuishi kutoa Mungu, naweza ukaenda mahali pengine nipagumu kuishi okay, hapa elezeki nipagumu uweze kumwelezea ndugu yako leo unaona kabisa mafaili ya yakae ukipanga kitu akiasema, ah mbona mbona, bora mahali fulani bora mahali nini? Maana yake neema kule, Mungu alikuwa amekufungulia neema, hali zikakubali, kile kile kubali, mazingira ya kubali. Uko kwenye hali zimpya, uko kwenye mji mpya, uko kwenye, kwenye mahali mapatoa mpya, stage nyingine, lazima utake neema mpya. Taka neema mpya kwa ili kuwezeshe kushinda kushindwa ushinde hapa ulipo, uende hatua nyingine. Nataka neema mpya. Wanafunzi wakamwambia Yesu tuongezee imani. Ni ombi hili mbele za Mungu kwamba Mungu wangu, nipe neema nishinde kwenye hii hatua niliyonayo, nifunulie neema yako, nipe neema yako, nistawi katikati ya ukame, nichanue katikati ya ukame, nipite katikati ya ambapo hapapitiki, nifanikiwe katikati ya ambapo wafanikiwi. Nini maana ya neema? Kwa hiyo Nataka nikwambie na kwamba neema ya Mungu hudhihirika tofauti tofauti, kulingana na mazipi, majira na mazingira tofauti tofauti. Maanake ni tuanze kuomba neema, a, Mungu nipe neema yako, nijua neema yako. Barikiwa sana, Mungu akubariki tuki kipindi ijao, kipindi kinachokuja.